Mezani mwa Mseto Media tumefikiwa na taarifa nyingine ambayo sio nzuri kwa Wakristo nchini. Kwenye mitandao ya kijamii kumetawala kupostiwa kwa picha zake pamoja na maneno kama apomzike pema peponi, Mungu ampe pumziko la milele na mwanga wa milele amwangazie, amina. Wewe ambaye ndio kwa mara ya kwanza kisha alama ya kengele. Taarifa kamili ni kwamba jimbo Katoliki la Mbinga limepigwa na simanzi kufuatia kifo kilichothibitishwa na askofu Padre Joakimu Ignas Lipanga. Taarifa ya msiba huo imetolewa rasmi na mashamu Askofu Johni Ndimbo wa jimbo hilo la Mbinga, ambaye ameeleza kuwa marehemu Padre Lipanga alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya kwa muda kabla ya kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Kifo chake kimetokea Desemba 4, 2025, majira ya saa tisa alasiri katika hospitali ya rufaa cha Mtakatifu Joseph Peramiho mkoani Ruvuma. Padre Joakimu Lipanga alikuwa anafahamika sio tu katika huduma za kiuchungaji bali pia katika tasnia ya uandishi na utafiti. Ni mmoja wa waandishi muhimu wa kitabu Linda Uhai ambacho kinazungumzia kwa kina masuala ya udhibiti wa idadi ya watu duniani mwelekeo wa kimataifa kuhusu afya ya uzazi na kile kinachoonekana kama njama dhidi ya uhai na ustawi wa binadamu. Kupitia kitabu hicho, Padre Lipanga na waandishi wenzake walitahidi kuweka wazi masimulizi kuhusu sera, historia na, me, historia na mienendo ya kimataifa ambayo mara nyingi imekuwa ikijadiliwa kimya kimya katika doro za sera za dunia. Marehemu Padre Lipanga alikuwa akiheshimika katika jimbo la Mbinga kutokana na uchapakazi wake na moyo wake wa kujitoa katika kazi za kanisa, malezi ya vijana na utetezi wa uhai wa mwanadamu tangu kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida. Waumini wa maeneo mbalimbali mbali ya jimbo hilo wamemwelezea kama kiongozi mpole, mkarimu, mpenda amani na mzalendo aliyekuwa na chauku ya kulinda maadili ya jamii. Askofu Ndimbo akitoa taarifa yake kwa umma na waumini, aliongeza kuwa msiba huu ni pigo kubwa kwa kanisa la jimbo la Mbinga, kwani marehemu alikuwa mstari wa mbele katika maandalizi ya miradi mbali mbalimbali ya kiuchungaji ikiwa ni pamoja na juhudi za usomaji na uhamasishaji wa, wa kitabu Linda Uhai katika parokia nyingi ndani ya jimbo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, mazishi ya padre Joakimu Lipanga ika Disemba 7 mwaka 2025. Kabla ya maziko kulitangulia adhimisho kubwa la misa takatifu kuanzia saa tano asubuhi katika parokia ya Yesu Kristo Mfalme Kigonsera, ambayo ilikuwa mojawapo ya parokia alizowahi kuhudumia na kuacha alama ya kipekee. Watu kutoka maeneo mbalimbali, wakiwemo viongozi wa kanisa, watawa, waumini na wadau wengine, walihudhuria kwa wingi misa hiyo ya kumwaga kiongozi huyo. Kifo cha padre Joakimu Lipanga kimeacha pengo kubwa la kiimani na kielimu, lakini pia kimeacha urithi wa fikra, maandiko na huduma ambazo zitaendelea kuwa mwanga na dira kwa watumishi wa kanisa na jamii kwa ujumla. Wengi walikuwa wanamtaja padre huyu kama askofu ajaye. Sisi tunasema Mwenyezi Mungu amehifadhi sehemu salama, na wewe waweza mtakia mwisho mwema hapo chini. Hii ni Mseto Media. Mimi naitwa na amegoodlak kutoka hapa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.